Watu watu walifikiria hii kazi nyepesi. Haikuwa kazi nyepesi wala haikuwa rahisi kuliwakilisha taifa katika mashindano makubwa. Ukiona bendera mbili zinapepea, moja ya mnyama, hii ni kwa ajili ya kumwakilisha Mama Samia na Watanzania wote kwenye soka la mpira. Sisi ndio wakombozi wa soka la mpira, na leo walikaa kwenye TV walikuwa wanaangalia pila biliani, walikuwa wana enjoy. Waarabu tume wazoea, hata tandale wapo waarabu tume wazoea, hata tu wapo. Tuwaambie waarabu wanaokuja, tuwaambie Zamaleki, sisi kazi yetu ni moja tu, tutapiga msako nyumba hadi nyumba. Lengo letu sasa tuna, tumeipata nusu fainali. Sasa Zamaleki anatupeleka fainali, iwe jua iwe mvua Masai, ape mangati tukutane Misri, niwaambie waambie Wanasimba, endeleeni kunywa mtori, nyama mtazikuta chini.